Na mtazamaji familia moja katika kaunti ya Kilifi inadai haki baada ya mpendwa wao kupigwa risasi na polisi na kuawa katika purukushani kati ya wanabodaboda na polisi kwa mujibu wa familia hiyo vangu mwanaume aliyepigwa risasi hakuwa miongoni mwa wanabodaboda bali alikumbana na mauti yake alipokuwa kipisha kundi la wanabodaboda katika purukushani kati yao na polisi, kutokana na kile walichokuwa wakidai ni polisi kumficha mhalifu aliyekuwa amemvamia mwenzao hapo awali. Wakizungumza na wanahabari nje ya makafani ya Kilifi, familia hiyo imesema kwamba wanabodaboda hao walikuwa wamejawa na hasira, walivamia nyumba ya mshukiwa huyo na kuteketeza, huku wakifunga barabara na kuandamana waki katika kituo cha polisi cha Kilifi mjini walikokuwa wanadai mshukiwa huyo amefichwa. Hiyo risasi ilipita katikati ya mbavu ikatoboa mapafu ikarudi kutoboa maini ikateremka chini mpaka kwa right kidney ikadamage na mwisho ikateremka huku nyuma ya uti wa mgongo. So chenye mi ningeomba kwa sekta husika zishughulike na haki itendeke. It is very sad, ya kuwa operators wa bodaboda wakati wanaandamana, yule, yule mshukiwa aliyeua ama aliyekuwa anahangaishwa na bodaboda yuko huru lakini mwananchi ambaye ni mtafuta na mlipa ushuru yuko kwenye Kilifi Funeral Home amelala bila uhai. Tunataka action ichukuliwe na isichukuliwe tu, bali ichukuliwe haraka iwezekanavyo, we cannot lose any more life. Na sisi na boda boda, we are conjoined in the in the hip, they need us, we need them, so nimefika hapa na tumefika solution ya kuwa there will be no more demonstrations na kama kutakuwa na wanataka watakuja kwa police station waulize, wawe provided na security, wa notify the police, wafanya wafanye their procession. Lakini hii tabia ya kuenda kuvamia kituo cha polisi haitakubalika wala sitakubali mimi.